Muhimu sana pia kuunda timu ambayo inaweza kutusaidia namna ya kustrategize jambo hili likafika vizuri mpaka pale chini, timu ambayo inaweza kuwa na mawazo, tunachanganya timu mbalimbali mbalimbalina jambo hili, ambayo ikitupigia kazi hapa hata kwa mwezi mmoja, tunaweza tukayaona matokeo ni makubwa, pengine kuliko jambo lote. Sisi ndio tukashauri tukaipa serikali kuu, sisi ndio tukaipa afya, sisi ndio tukaipa TAMISEMI kwa kila ambacho tumeanza kufanya hapa Dar es Salaam. Na na jambo la mwisho kwa maafisa elimu, kwa sababu maafisa elimu, watoto wote wale wana wazazi, watoto wote wana wazazi, lazima pia kuifanya agenda hii kuwa ni agenda ya kudumu katika kila vikao vya wazazi kwenye mashule yao agenda kudumu. Lakini pia mahospitalini, wakati fulani kunakuwa kuna zile tv na kama hatuna tv, tuweza tukatafuta mpango wa kuweka screen kubwa kwenye hospitali, moja ya agenda bima ya afya kwa wote na faida zake. Mgonjwa akifika pale anapata angalau dakika tano ya kubrief kwa kusikiliza ile clip inayotembea na inayosema ukiwa na bima afya matokeo yake ni moja mbili tatu na tano. Hapo baada hapo ndo anaendelea tena na masuala ya tiba kwa Dar es Salaam. Jambo langu la mwisho nataka kulisisitiza, unajua Dar es Salaam hapa Dar es Salaam, si wao, nasikia watu wanalalamika, wanasema kuna joto sana, si wao mnasikia, si wao mnasikia, hawatanyii hata nyii, wao mzamu kasema kuna joto sana, lakini nataka nikuthibitishie wanaohisi joto hapa Dar es Salaam wapo na wanaoona baridi hapa Dar es Salaam wapo. hapa, hapa, <laughs> yani, hata enka chifa waijui kwa nini hapa pa Dar es Salaam wapo watu wanalamika, hapa hamna hela hapa, lakini kuna watu wengine hapa hapa tena wana hela za kutosha tu hapa. Nini maana yake? uweza ulalamike joto ama usilalamike joto. Ukweli ni kwamba Dar es Salaam is a prime land, ni ardhi yenye thamani. Kwa mantiki hiyo, kiumbe chochote kilicho juu ya ardhi hiyo tunakiashuru kwamba kina uthamani. Wewe mwenyewe jielewe kabisa, una thamani gani. Lakini the moment kitu kimeleta itilafu kwenye mwili, ile gharama ambayo daktari atakutamkia is almost equivalent kwenye hicho kitu. Sasa kwa nini tunasema bima afya? kuna ratiba za kufungua shule na kufunga shule, hiyo ratiba inafahamika kila mmoja, tarehe tano mwezi wa kwanza mwanangu anaanza darasa la kwanza. Kuna ratiba mtu akiwa mjamzito, kujua angalau tarehe za kujifungua kwamba huu ni mwezi wa kwanza, angalau mwezi wa tisa nitajifungua, lakini hakujawahi kuwa na ratiba kwamba mheshimiwa, anaomba ruhusa, kwa kuwa kesho nategemea kuanza kuumwa. Hiyo ratiba iwepo. Sasa, kwa nini tunatengeneza bima afya? Ni kwa sababu itakulinda katika nyakati zenye ratiba maalum na zisizo na ratiba, katika kupata majanga ya kuumwa, ndio maana tunatafuta bima afya. Kwa hiyo katika zile nyakati za kumwambia mtu naomba nikopeshe hela ili niende nikanue dawa, bima ya afya inafafanua almost the same na cash to cash economy. Yaani kwa Kiswahili inakulindia ule uchumi wa cash to cash. Kwa lugha nyepesi, bima ya afya utakapoonyesha kile kidaftari au kile kikadi, kwa lugha nyepesi ni hela. kwa hiyo hata kama huna pesa, kama unavyokwenda benki na kitambuzi chako cha benki, ukiswafu kule wanasema umelipa. Na bima ya afya the same, utakapoonyesha wanasema umeshatibiwa. Kwa nini bima ya afya? Kwa sababu tunaamini inakulindia ule mfumo wa cash to cash economy. Kwa hiyo bima ya afya ni mkombozi.